Yeah. Yeah. Yeah. Maana sielewi mwenye nyumba unamuona huyu kwamba ndio, ndio huyu amekuja tuongee sasa, unaanza kumwita kwa sababu. Sikuelewi babe, sikuelewi, sikuelewi Ah. Sasa unawezaje kumita mwenye nyumba huyu kama ni mchawi? Na wewe, kabla ukambishe nyumba, jua watu ambao unawaleta kwa nyumba. Twende. Twende. Uh. <laughs> Hello, welcome. Welcome from high school. Kwa nyumbani kwa kaka yako. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani kwangu uh, <laughs> sasa hivi ninapoishi. Kwa, kwa hiyo jisikie furaha. Jisikie uh, lakini, kwa nyumbani ndio? si ndio? Lakini wifi yako hayupo amesafiri kidogo kwa hiyo we ukiwa hapa nyumbani ni kama nyumbani kwako, be free, jisikie uko nyumbani ha? Tembea kila mahali, yani hamna sehemu yoyote ambayo unakatazwa kufika si ndio? Sawa. Pika ha? Deki nyumba iwe safi, kuna mwanamke ndani, isitosha ni dada yangu. Yani nyumbani kwangu ni kama nyumbani kwako, so be free. Thank you. Okay, welcome Peter, nikuonyeshe chumba chako Uweke mabegi, mambo mengine yatafuata, si ndio? Karibu sana kwa kumufikisha salama dadangu. Mwanamke chumbani, eukapotea. Mwanamke mweusi, mi sibaki huku. Mwanamke ah, ah, ah, ka. ka. mweusi, um, ndani, umo ndani, kantokelezea, kan halafu kapotea itaki kubaki liko hii chumba. Okay, basi hebu tulia tulia tulia hapa Mm. Huu ni mchezo anataka kunichezea sasa. Hapa nina silaha kubwa, umeona hiyo silaha? Hii inagonga hadi mlima unasambuka sasa hii silaha haiwezi kushindwa kukimbiza huyu mtu ambaye amejificha humu ndani. sema amen, amen. Eh, huyu ni mchezo shetani anataka kufanya sasa. Hajui anamfanyia nani? Hebu tulia, si ndio? Tulia kidogo. Hey, subiri, kwa sababu hapa kuna kitu nakiona, kuna kitu nahisi kinaendelea katika hii nyumba. Nimegundua kuna kitu hapa. Katika jina la Yesu Kristo, shetani uniwezi hata kidogo, kwa sababu aliye ndani yangu ana nguvu kukuliko wewe. Shetani wewe, ulipojificha utokee haraka iwezekanavyo. Oh, <coughs> <coughs> Hmm. Ucheze nyumba za majirani, ucheze huko sehemu zingine, lakini siyo hapa kwangu. Umepotea njia, uliza, uko katika nyumba ya nani? Yes, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus aliyeshinda vita msalabani, naomba utokee. Ukiwa ni daimoni, ukiwa ni ibilisi, ukiwa ni mwizi, umejificha mundani, unaenda kwa waganga wa kienyeji, wakakupa dawa ukawa unapotea kwa hii nyumba, naomba utokee katika jina la Yesu Kristo. Ba na nawasha fire katika jina la Yesu Kristo. Hebu wewe usivuruge maombi yao, nyambaza wewe, Nyabansa, wewe tuli alikiwa, naomba mimi najua anapambana na nani, unatoka utoki. wewe wewee. Sile nyumba ndio yenye nilikwambia nataka kuuza kuiuza. Sasa wao waona dola laki moja takuwa sawa, we sawa, ukishapata mtenja kufanya biashara kisha utaniarifu. Naam, asanti. Haya. Kwa nini uliniua mimi dadako Bella? Mbona uliniua Bella? Mbona ukaniua dadangu kwa sababu ya mali tu? Nisamee dadangu Bella. Nisamee. Hayo yote ni mambo ya dunia Bella. Mimi dadako kanitoshanisha na mali Naomba unisamehe, hayo yote ni mambo ya dunia, unisamehe. Hivyo hata huyu mbele utafariki siku moja, utayaacha yote hapa. We ndo ule mwanamke nilipata kwa hii nyumba. Kwa nini mimi, unachofanya kwa hii nyumba, unaniogopesha. Toka uende, mimi ni mtu mzuri. Wesi mtu mzuri. Unaniagani? Mimi ni mtu mzuri. Toka, toka huku, nataka tu marafiki. Ondoka, ondoka sasa hivi, mi sitaki kukuona, ondoka. <laughs> Vipi vipi sister, mbona nasikia mabegi huku? Mbona nasikia makelele makelele, mabegi unatoatoa kwa sikuelewe. Naondoka sasa hivi eh, naondoka sasa hivi tena. Nini tatizo? Kuna mwanamke kanitokelezea tena, jikoni tena ni... ni kakutokelezea? wewe, wewe. wewe. wewe. wewe. Sema atakaye kuamini atapita kwenye maji na atokuwa na chochote hmm. Ukasema atakaye kuamini atapita kwenye moto na atokuwa na chochote asante, Mungu wangu kwa kuwa umekubali mpaka sasa, hii niwe niko mzima. Mungu wangu uliyeumba maisha yangu na unayajua mwanzo na mwisho, ulinijua kabla sijawa katika tumbo la mama yangu, Baba, na utanijua hadi uzeeni. Mungu wangu, ninaomba na kuamini katika usiku huu kila kilichojificha katika nyumba hii, Baba, kiweze kujitokeza na kuonekana kama kuna pepo yoyote ambayo inamsumbua mke wangu na kumfuatilia hadi imefanya mke wangu aweze kuondoka katika nyumba hii baba, naomba na kuamini kwamba pepo hiyo iweze kujitokeza na kuondoka katika hii nyumba baba. Nataka kujua ni nani aliyefanya mke wangu kuondoka katika nyumba hii, huyu kiumbe ambaye haonekani. In the name of Jesus, inataka kumwona naomba na nikiamini katika uwezo wako na jina lako Baba kwamba siwezi kuogopa chochote nikiwa niko upande wako. Umenifanyia mengi makubwa huku nyuma, nikitazama. Baba, huwezi kushindwa kunishindia hata hii vita ambayo siioni, spiritual vita, visivyoonekana vita vya kiroho. Angalia mdogo wangu alikuja wa na kuondoka kwa sababu ya kitu ambacho hakionekani, Yesu. Sasa na nyanyua baibo hii nikiamini kwamba maneno yangu ya kufikia ulipo mbinguni, na uweze kushusha moto wako katika nyumba hii, ili kila aina ya demoni ilipojificha iweze kuteketea, malaika wakailinde nyumba hii. Baba, ninakwenda kulala na kusinzia katika kitanda hiki, naomba ulinzi wako utokao wa mbinguni uweze kuwa hapa na uweze kunilinda Baba, kwa sababu wewe ndio mwenye uwezo, na ninaposinzia, ni wewe unajua niko wapi, na ulinzi wako uweze kuwa juu ya maisha yangu. Amen, asante Yesu. Hizo sauti ni za nani? Hizo sauti? Wenano hey. Unaimba katika nyumba yamu saizi. Si wewe? siku ile, si mwenye nyumba. Si nilikuona na macho yangu, mke wangu alikuona tu akakumbuka ni mimi ni pacha pacha si si wewe si si si Si mwenye mwenye nyumba nyumba sina sina kujua. kujua. Wewe wewe. Mimi nilikuona nilikuona siku ile ulikuja hapa na dalali. Si nilikuona na macho yangu hata mke wangu alikuwa anasema, mke wangu alikuona tu akakumbuka ni wewe. Sasa hivi unasema nini? Mimi ninakwambia utakufa sasa hivi. Kama mlizoea kutoa wa watu makafara ili mtajirike. Manyumba hizi mnajenga kwa sababu ya kuua watu faya na kuunguza. Sasa hivi utakufa katika jina. Wewe utakufa vibaya wewe, nimekukumbuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Mungu nisaidie, Baba uliyegawanya bahari kawa njia, nisaidie, uniondolee upepo jini ndani ya nyumba yangu. Mke wangu ameondoka katika hii nyumba, dadangu pia ameondoka katika hii nyumba hayo yote ni kwa sababu ya huyu tuliyemupangia nyumba ambaye ni shetani ambaye ni ibilisi. Sasa nisikilize, ulitoa kafara wengi kwangu. Umegonga mwamba. kama wapangaji wako hivi ndo huwa unawafanyia, umefika mwisho hapa. Umegonga mlima. Mimi nimebeba Bwana aliye na nguvu kuliko ya kwako. Unitishi unibabaishi? Wewe jini, sasa hivi nitakugeuza majivu na nitakuvunja vunja Mungu wewe uliyegawanya bahari ikawa njia, Mungu wewe uliyesaidia watu wenye njaa elfu tatu sijui na elfu tano wakashiba mikate hadi na nyingine wakatupa, ukachukua samaki moja ukagawanya kawa samaki maelfu na maelfu, nisaidie, ondoe hili wewe! kimya. Mama. Ha. Ha. Mama. Sasa mimi ni mbona naomba mungu wangu jini haondoki? Ni kwa sababu nina siku sifungi

Wewe unataka nitoe kafara, muongeze manyumba zingine, na mimi naamini nitaomba, hata kama Mungu atachelewa kunisikia lakini. Umeshaingia mundani, hutoki. Ngoja nichukue silaha yangu. Mi naamini kama Mungu anaenda kufanya miujiza katika nyumba yangu. Yesu, nisaidie. Hai, Amanishuke. Sisi binadamu tunakufa vitambavyo havidumu na hatujui nini tunataka hey. Ongeza upendo wewe mwanadamu, acha chuki na unafiki, mana Mungu wetu ni mumoja, wanakufa pia na heshima binadama, wana upendo tena titwini zili vengi vengi Kisasi cha pacha pacha, pacha. Umeniua yo mimi ndugu yako yoko, utafaidika nini? kisa vya duniani na wewe konutaviacha